<laughs> Sisi si mwae, mwingine hapa leo Njombe nasikia wanagawana vilago huko, mwingine anatokea mlango huu, mwingine mlango huu. Sisi UWT mkoa wa Njombe tunawakaribisha, ila wasije na vurugu, milango iko wazi, biti si wapokee, wakija wapokee waje huko. Leo mtasikia wanagawana vilago huko eti oh, hatusikilizani, hatusikilizwi Uh, kanuni za Chama cha Mapinduzi tunasikilizana, tunaelekezana hivyo. Kwa hiyo vikiwashinda huko tunawakaribisha, sisi ndo baba lao, sisi ndo mama lao, si mnaona jamani wanavyomegeka nchi nzi, nzima wanamegeka na kweli kweli, sisi tunawakaribisha, lakini wasije na vurugu saa. Tumejaribu kuwahurumia kuwapa zile 4R wenzetu wanakuja, no reform no election, nchi ya kwao. Samia we UWT mkoa wa <laughs> we! We! Njombe chini ya mwenyekiti Scholastika, pamoja na kamati ya utekelezaji. Ni kweli tulikuwa kwenye ziara ya mkoa mzima, wilaya zote nne. Tulianza na Rudewa, Makete, Wanging'ombe na leo tumemalizia kwenye wilaya Njombe ambayo ina halmashauri tatu kubwa tulikuwa tunaenda kupeleka maagizo ya kitaifa kwamba chaguzi zitakuwaje na kutoa semina na mafunzo kwa wajumbe walioongezeka, maanake wajumbe wa katika chaguzi hizi wameongezeka ni wengi sana. Lakini pia ziara hii ililenga kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kusema kazi nzuri alizozifanya Dr. Samia Suluhu Hassan tumeziona kwa kweli. Dr. Samia Suluhu Hassan, mkoa wa Njombe, wanawake tunasema 2025-30 ni Dr. Samia Suluhu Hassan tu. Wanasema kwamba mama hana mbaya, mama amemaliza hana deni. Deni tunalo sisi viongozi sasa, wa kusema zile kazi zote nzuri alizozifanya wa kusimamia miradi, na ikifika Oktoba 2025 hii kwenye boksi la kura kumpa kura zote za ndio kama wajumbe wa uh, mkutano mkuu taifa tulimpitisha kwa asilimia mia moja. Nina imani ni mwenyekiti sahihi na wana CCM tunaahidi kwamba tutampa kura asilimia mia, mia moja.